My... Viongozi wa kisiasa pamoja na wadau wa eneo hilo umetoa wito wa kudumisha amani wakati wa kipindi hiki cha kisiasa. Danny, Danny. Vincent Maunda ambaye ni mgombea wa kiti hicho kupitia chama cha Ford Kenya amewataka wanasiasa wenzake kuendesha kampeni zenye heshima na kuzingatia maslahi ya wananchi badala na ya kutoa matamshi yanayoweza kuchochea ya migawanyiko. Maunda amerejelea usemi wa mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga anayepigia debe mwaniaji huru Eric Wekesa akidai kuna njama ya chama cha Ford Kenya kuvuruka zoezi la uchaguzi.

you have a him is armed. for us here, we are just working empty-handed. we have nothing. for, us, we are praying for you na tunashita na wewe tunakuombea Mungu iyo ukora yako na propaganda zako tutaimaliza tarehe 27 kwa upande wake Simiu Mtaki, mwanasiasa katika eneo hilo, amesitiza umuhimu wa wananchi kutojihusisha na vitendo vya vurugu, akisema kuwa maendeleo hayawezi kupatikana katika mazingira yasiyo na amani, huku akimzuta vikali aliyekuwa gavana wa Bungoma Wickliffe Wangamati kwa kujiingiza katika masuala ya kisiasa za wadi ya Chwele Kabuchai. Na sisi tunakwambia kwa uzuri tu, wewe kama ulipoteza kura zako, ulipewa ukava na ukaribu, unataka kupepa asira yako ulete Kabuchai, ole wako. Hata hapa kabichayo unazaliwa hapa Kachonge. Ukiangalia hiyo Kachonge haikai kama mtu alikuwa hapo, kwa hiyo kijiji kavana. Hata choo, kuna soko Kachonge. Inakuanga soko hapo Wednesday. There is no public toilet. Bandu baje kusoko be a mouse. Ne wewe unobira kusoko, abako kalisho cha kubona papo. Na tunajua mmepanga kufahamia hii word. Mmepanga kufahamia hii word. I can assure you, every meeting you are planning tunapata ujumbe. Naye Alex Kisuya, mwenyekiti wa bodaboda Boda katika kaunti ya Bungoma, ameongeza kuwa sekta ya bodaboda mara nyingi huathirika wa zaidi wakati wa ghasia za kisiasa, hivyo ni vyema viongozi wa katilia mkazo ujumbe wa utulivu. Mi nataka kuambia kama upiki kura katika eneo hii, kama unakuja kuomba kura, kuombea kandeti yako Wasifika hapa waanze kutusi labda kiongozi wetu akiwamo speaker wa National Family Assembly. Kwa hivyo kama auna agenda eh, e, sisi hapa agenda yetu ni kuhakikisha kula Kabuchai iko na amani. Nikiripotia runinga ya Tandao kutoka wadi ya Chwele Kabuchai. Mimi ni Alex Wekesa.